Hii ni habari njema kwa taifa la Tanzania, wawekezaji na wafanya biashara kupunguziwa mzigo wa kodi ya mapato, kwani takwimu za shirika la ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo OECD zinaonyesha kuwa nchi zilizo na mikataba ya aina hii huvutia hadi ya asilimia 30 zaidi ya uwekezaji wa kutoka nje. Kwa niaba ya serikali ya Tanzania, waziri wa fedha Dr. Mwigulu Nchemba baada ya kusaini mkataba huo jijini Dar es Salaam, akiwa na balozi wa jamhuri ya Cheki nchini Tanzania Nicol Adamcova makazi yake nchini Kenya anaeleza nafasi ya Tanzania katika kuvutia uwekezaji na mitaji kimataifa. Kwenye tafiti zinaonyesha kwamba Tanzania sasa, uh, tuko nafasi ya tatu katika kuvutia uwekezaji uh, pamoja na kuvutia mitaji kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, na hii ni kwa mujibu wa ripoti ya KPMG ya mwezi wa kumi mwaka 2023. Kisha Dr. Nchemba akaeleza fursa zitokanazo na mkataba huo uliosainiwa kwa wawekezaji wa nchi za Afrika Mashariki. Tayari tutakuwa tume, tumefungua, e, soko pamoja na mitaji kwenye lango la kuingilia Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na, e, na jumuiya yetu ya SADC kama ambavyo mnajua Tanzania ni mwanachama wa pande zote hizo mbili. Kwa hiyo leo hii tunawashukuru wenzetu wa, wa Czech Republic kwa kutenga muda wao ili tukamilishe jambo hili, na tunaamini kwamba hatua hii itafungua hatua za kuvutia uwekezaji, itafungua hatua za kuvutia mitaji, na itasaidia katika zoezi e, zima la e, kudhibiti masuala ya

Uh, between uh, our two countries between the Czech Republic Czechia, and the United Republic of uh, Tanzania because otherwise uh, we would not spend time and energy uh, to, to negotiate uh, this uh, important uh, agreement kwa mujibu wa takwimu za UN Comtrade, mwaka 2022 biashara baina ya Tanzania na Czech ilifikia takriban dola milioni 16.2 za kimarekani hasa katika sekta za mitambo, vifaa vya umeme, teknolojia za usafirishaji na bidhaa za kilimo habari zote kali za zo siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum, exclusive interview, zenye ubora wa hali ya juu. Vyote hivi unakutana navyo hapa hapa jukwaani Khomein TV. kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote, tupigie kupitia nambari 0712032208 au waweza kututumia barua pepe kupitia khomeintvmedia@gmail.com. Nyote nakaribishwa.